Katika ulimwengu huu wa dystopian jiji lote linadhibitiwa na familia mbaya ya Vander Coy. Mara moja kwa mwaka, kiongozi wa familia hiyo Hilda wakusanya laia 12 anaowachukia ili washiriki katika Culling, mauaji ya kiibada ambapo washiriki wote 12 huuawa kwenye televisheni moja kwa moja. Kijana mmoja anayeitwa Boy alikuwa na maisha rahisi sana akiwa na mama yake mkorofi ambaye alionekana kuwa sehemu ya kundi la waasi na dada yake Mina wadogo hawa walitumia muda wao mwingi pamoja kwenye kumbi za michezo arcade au kuangalia TV huku wakila nafaka cereal. Wakati mwingine Mina angekuja na mipango ya ajabu ya siku za usoni, kama vile kuiba benki pamoja ili kutoroka jiji hili baya. Pia alipenda kumpa sanamu ya Hilda kidole cha kati kwa kutumia mkono wake wote. Kwa bahati mbaya, Boy na Mina hatimaye walichaguliwa kwa ajili ya mauaji au Culling. Na Boy alilazimika kutazama familia yake ikipoteza maisha ya mikononi mwa Hilda. Yeye pia aliumia na kuachwa akidhaniwa amekufa msituni. Baada ya muda mfupi, shaman mganga au mtaalamu wa jadi alimkuta na kumtibu, ingawa jeraha moja lilibaki la kudumu. Boy sasa ni kiziwi na bubu, hawezi hata kukumbuka sauti yake ilikuwaje. Kwa hivyo anatumia sauti ya mhusika wake wa mchezo wa video anaopenda katika mawazo yake ya ndani. Tangu wakati huo Shaman alianza kumfundisha Boy ili siku moja aweze kumwoa Hilda na kulipiza kisasi. Mafunzo hayo yalijumuisha kila aina ya mazoezi. Sanaa ya kijeshi, mazoezi ya nguvu kwa kubingilisha kichwa cha sanamu juu ya kilima na mafunzo ya silaha. Mara kwa mara Boy alizikwa kwenye matope na kutumia mrija wa mianzi kupumua, akitumia wadudu waliokuwa wakishuka kwenye mrija huo kama chakula. Akijaribu kutoka kwenye matope mapema, Shaman angemkemea na kumzika tena. Boy pia alifanya kazi zote za nyumbani na alishirikiana na marafiki zake pekee ambao walikuwa konokono wawili Beatles. Shaman alilima chakula chake mwenyewe na akikuwa kingi jambo lililomfadhaisha Boy. Baadhi ya usiku Shaman alitumia dawa za kusisimua, uppers, ambazo zilifanya Boy kuona ndoto na kukumbuka kumbukumbu zake za zamani ili asikose kusahau lengo lake. Hata hivyo, mara nyingi aliona vitu vya ajabu vikimzunguka. Boy wakati mwingine alitembelea jiji ili kufanya mazoezi ya kusoma midomo, na mtu anapomsumbua Boy humwonyesha karatasi ndogo inayoelezea hali yake. Pia aliendelea kumwona Amina kila mahali kwa sababu hakuweza kuendelea na maisha yake. Miaka ilivyopita, Boy aliusuka mwili wake kufikia ukomo na kukua kuwa kijana mwenye nguvu, huku mafunzo yakizidi kuwa magumu. Siku moja wakati wa mazoezi ya mapigano alimnasa Shaman kwenye himo na alikuwa karibu kumshinda lakini alikengeushwa na maono mengine ya Mina. Shaman mara moja alitumia nafasi hiyo kumpiga na kuhitimisha kwamba Boy bado hakuwa tayari. Baadaye Boy alijaribu kutafakari ili kuondoa maono ya Mina, lakini haikufanya kazi. Wakati uliofuata alipoenda mjini, Boy alimwona msichana mrembo wa maua, a cute flower girl, ambaye alimpa ua na kutabasamu kwa njia ya kumtania. Kwa bahati mbaya, wakati huo mtamu ulikatizwa na kuwasili wa askari wa serikali, ambao walianza kuwinda watu kumi na mbili kwa ajili ya mauaji yajayo. Kila mtu alipoingiwa na hofu na kukimbia, Boy alijificha na kutazama Gideon na Glenn wakijiunga na askari wao; ni sehemu ya familia ya Vander Coy, na kuwaona kulimfanya Boy akumbuke utoto wake. Yeye na Mina walimwona Gideon akiingia nyumbani kwao kumuua mwasi. Baada ya kukusanya watu wote kwenye uwanja, Glenn alitoa hotuba ya kutangaza wale kumi na mbili waliochaguliwa. Alianza kuwasumbua familia maskini Mwanamke kwenye mtama alimtukana Glenn kwa kitendo hicho, hivyo Glenn alimpiga risasi. Hili lisababisha mtama kuchanganyika, hivyo Gideon alimwita mtekelezaji mkuu June 27 kumaliza fujo. Yeye mara moja alimshughulikia mwanamme mwenye akashi akimkata mkono kabla ya kumuua, kisha alianza kuwaua kila mtu aliyelalamika, huku kofia yake ikionyesha maneno tofauti kulingana na hotuba yake. Boy alitazama huku kumbukumbu zake za kitirauma zikiamshwa. Lakini Shaman alimzuia kusaidia kwa sababu bado hakuwa tayari. Mwishowe watu wa sita tu walibaki kwa ajili ya mauaji, na Glenn alimkemea June 27 ambaye alikataa kuwateka watoto. Baada ya ugomvu kwa lugha ya ishara, Boy alikaidi amri za Shaman na kuanza kukimbia juu ya madafu akiwafukuza adui. Kundi lilikwama kwenye folani ya magari, hivyo Boy alijipenyeza nyuma ya moja ya magari yao na kuingia kwenye buti yenye mwili wa mtu aliyekufa. Baadaye kwenye gahala Boy alitoka na kumtazama Melanie akiwakemea ndugu zake kwa kupata watu sita tu badala ya kumi na mbili. Kisha akamwambia Gideon achukue watu sita mtaani kukamilisha idadi. Ghafla, Boy aliona maono ya Mina pembeni yake na alijibizana naye akilini mwake. Hili lilimfanya kupoteza uelewa wa adui. Alianza kujipenyeza kwenye gahala, huku Mina wa uongo akisongea mbele akicheza kama ninja, akisahau kwamba yeye si halisi. Boy alimvamia ili kumuua kutoka kwenye gari linalokuja na akaonekana na Glenn, ambaye alituma walinzi kumfukuza Boy. alikimbia kumficha Mina kwenye kabati na kuiba bunduki, lakini akakumbuka Shaman alimfundisha kwamba yeye ndio silaha. Akiwa tayari kulipiza kisasi, Boy alitoka nje na kuanza kuwapiga askari. Alitumia ngumi zake kali, kisu na bunduki za wanaume kuwaua mmoja baada ya mwingine. Askari walipofiata risasi alitumia mwili wa mtu kama ngia na mtumishi anaitwa Basho alimtupia bunduki lakini haikuwa na risasi. Baada ya kuchukua bunduki bora kutoka kwenye mwili Boy alipiga risasi askari wachache na kukimbilia ajifiche, na Basho ambaye alijitolea kusaidia kumua Hilda kama Boy atamwacha kwenye minyororo yake. Boy alipiga risasi minyororo kuivunja, kisha alirudi vitani akiwaua askari wachache zaidi, huku Basho na yeye akijificha nyuma ya mkoto. Kila adui alianguka chini ya uwezo wa ajabu wa Boy. Lakini kuna askari mmoja aliyekataa kufa. Boy aliendelea kumpiga na hatimaye aliingiza mkono wake kwenye mashine ili kumzuia kusonga. Hata hivyo, askari huyo alivuta na kuacha mkono wake nyuma ili kumpiga Boy tena. Wakati huu Boy alimkata miguu ili kumzuia kabisa. Basho alishangilia ushindi wetu, lakini ghafla Glen alifungua moto kwao. Alikosa risasi na Basho alimjibu kwa risasi akimpiga mguuni. Boy alijiandaa kumuua Glen lakini Basho alimkumbusha wanaweza kumtumia kupata habari. Glen alihojiwa na kueleza kwamba Hilda hufanya sherehe kwenye jumba lake kila mwaka kabla ya mauaji. Hata alijitolea kuwasaidia, lakini Basho aliangushia kitu kizito kichwani kwa Glen kumuua. Wawili waliondoka ghafla na Boy aliona kivuli kinawatazama mbali. Basho alimpeleka Boy kwenye makao makuu sirini ya waasi. Ghafla Boy alishikwa na bunduki na Beni ambaye aliweka chini silaha yake Basho aliposema Boy yuka upande wao. Beni alieleza kwamba askari walikuja kwa waasi na kuwaua kila mtu isipokuwa Beni, kwa sababu Beni anazungumza lahaja ya ajabu. Boy alipata shida kusoma midomo yake. Basho aligundua kwamba mpenzi wake pia amekufa na akaingiwa na huzuni. Swali alimfariji so, Boy. Timu ilifanya mpango wa kuingia kwenye sherehe lakini Boy aliendelea kukengeushwa na Mina na kumbukumbu za utoto wake. Kwa kweli bado anayo picha aliyoichora Mina alipokuwa mtoto. Basho na Beni walipoelezea mpango wa mwisho kwa Boy hakuelewa vizuri. Alikubali tu kwa ishara kwa sababu Mina alimwambia afanye hivyo. Waliondoka kwa gari na kufika kwenye jumba la kifahari. Walimpiga walinzi wachache na hata mpishi ambaye Boy alitumia sare yake kuingia kwenye sherehe. Boy hakujua nini hasa mpishi hufanya na alizunguka bila kujua hadi alipokengeushwa na makarons ambazo hakuwahi kula hapo awali. Bahati nzuri, Basho ambaye alikuwa amevaa sare ya mlinzi, alimwona na kumkumbusha kurudi kazini, akimwona Hilda karibu. Boy alipata hamu ya kulipiza kisasi na kaamua kuchukua hatua. Alienda jikoni na kuvua sare, hivyo wafanyakazi wengine walianza kumpiga. Akitumia greta ya jibini cheese greta, Boy alikata ngozi zao kwa njia ya kutisha sana kuwaua, kisha alinyakua kisu cha mchinjaji na kwenda kwenye ukumbi wa kulia chakula ambapo alimkata mlinzi mmoja koo kabla ya kumrukia mtu aliyekuwa kwenye kiti kikuu cha meza, akimkata kichwa. Boy alishangilia kumuua Hilda. Hata hivyo, aligeuka na kugundua kwamba huyu alikuwa mtu mbaya, siyo Hilda. Ghafla Gideon alionekana na walinzi wengi na kueleza kwamba watu waliokuwa mezani walikuwa waigizaji kwa sababu kila mwaka wanatarajia washiriki wa asi wajinga. Boy alimrukia Gideon ili amshikilie kama mateka kwa bunduki yake mwenyewe, lakini kwa bahati mbaya ya Juni 27 alimpiga kutoka nyuma na kwa bahati mbaya akamwachia Gideon. Mapigano makali yalianza kati ya Juni 27 na Boy wakibadilishana ngumi na kutumia kitu chochote walichoweza kufikia mikononi mwao huku wakitoka kwenye ukungi wa kulia chakula. Boy alimpiga vizuri sana na kumvua kofia yake Juni 27. Kisha Mina alitokea na kusema mwanamke huyo ni mrembo akimkengeusha Boy. Hili lilimpa Juni 27 fursa ya kumsukuma juu ya uzio na kumpotezea fahamu. Boy aliyepoteza fahamu alianza kuona ndoto mbaya kuhusu yaliyopita: kuuawa kwa mama na dada yake, utawala ukimkata ulimi na kunyongwa kwenye mti. Alikumbuka shaman alimwokoa na kumbeba msituni, akiwa tayari kumfundisha kwa ajili ya kisasi. Boy alipoamka alikuwa amefungwa kwenye kiti na Juni 27 akimpiga, huku akimuuliza wa wapi anaweza kumpata shaman. Boy alimwonyesha kwa midomo yake tusi la F na Juni 27 akamrushia shoka karibu sana na kichwa chake. Gideon alimwondoa akisema atachukua nafasi hiyo, lakini alitangaza kwamba amechoka na mateso yote na mauaji. Alimpa Boy sigara ambayo Boy alikula huku Gideon akieleza kwamba Hilda ni kivuli tu ya mtu wake wa zamani, kwa sababu alitumia miaka mingi kwenye banka, akawa na wasiwasi sana na muuaji Gideon alijua kwamba hawaui maadui tena, bali watu wasio na hatia. Aliapa anaweza kumaliza yote ikiwa Boy atamkabidhi Shaman, lakini Boy akataa kushirikiana na Gideon akampiga. Wakati huo Melanie alifika na kupaka midomo ya Boy rangi, huku akitangaza kwamba atakuwa nyota mkuu wa mauaji ya kiibada C-U-L-L-I-N-G. Dakika chache baadaye Boy alifungwa kwenye studio na kuwekewa kola ya mstuko alimuuliza mina wa maono kwa nini hakumruhusu kumuua Juni 27, lakini msichana huyo hakujua. Onyesho lilianza na Hilda akatoka, lakini badala ya kusoma taarifa ya utangazaji alianza kuropoka akionyesha wazi wasiwasi wake. Alipoona kivuli kwenye hadhirani alitoa bunduki, hivyo Melanie akawatuma walinzi kumchukua Hilda. Wakati huo Boy alikumbuka kwamba Gideon alimficha kisu kidogo, scalpel, mfukoni mwake hivyo alikitoa na kuanza kukata kamba. Wakati huo Melani alitangaza kwamba mauaji ya mwaka huu utakuwa na mathimu ya Winter Wonderland na vinakuwa vya katuni na elfu wa kishetani. Kundi la watu waliojificha lilitoka na kuanza kuua washiriki 12 kwa njia za kutisha lakini za ubunifu. Mmoja wa wauaji alijaribu kumvamia Boi ambaye alitumia miguu yake tu kumwangusha mshambuliaji huyo kwa sekunde chache kisha alijifungua kabisa na kuelekea jukwani, lakini Melanie aliamka kola ya mshtuko yake kumwangusha chini. Elfu wanne walimnyakua mara moja na kumshikilia kwa ajili ya mwanamume wa mbuzi Gottman kumuua. Hata hivyo, jamaa huyo alitumia nyuna yake kumpiga elfu moja badala yake. Elfu wengine walichelewa kugundua kabla ya mwanamume wa mbuzi kuwaua pia. Alipovua kichwa cha mbuzi, ilifichuliwa kwamba ni Basho. Wakati huo Beni alivunja mlango akifiatia risasi na umati uliingiwa na hofu. Melanie akamaliza matangazo huku Gideon akitazama na tabasamu. Umati ulipokimbia nje ya studio, Beni aliendelea kumpiga risasi adui yoyote aliyebaki, na Basho alimwelezea Boy jinsi walivyojipenyeza wakiwa vavinako vya askari ili kumpata hata hivyo, Beni alipochukua nafasi ya kuelezea Boi kareke Mwaya, mara nyingine alipata shida kusoma midomo yake na akafikiri nini kilitokea kwa kutumia ustahili kama fuzizi na vinyanya vya ajabu. Kisha Beni alimpa Boi bunduki ya sungu ya kunju hufiatia risasi anapompiga mtu. Watatu hao walirudi kwenye vita, wakiua kwa urahisi adui yoyote aliyethubutu kuwapiga vita, nyuma ya kamera. Melanie aliweza kusema Gideon alipanga hili na akamwelekezea bunduki alipojaribu kuendoka. Mapigano yaliendelea na Boy alimpiga kivako cha harati kwa kunju, lakini pia na karoti ya mtu wa theluji. Muda si mrefu risasi zake ziliisha, lakini Beni alimrushia klipu na akapakaa muda upya kunju hiyo ili kumpiga na kumpiga risasi harati huyo usoni kwa mara moja. Wakati huo Boy alimwona Mina ambaye alishtuka kumwona Boy. Melani alijaribu kutumia nafasi hiyo kumpiga risasi, hivyo Beni alimrukia kumwokoa na akapigwa risasi yeye. Basho alijibu kwa risasi na kumtisha Melani kujificha huku Beni akifia mikononi mwa Boy. Akisema kitu chochote ambacho Boy hakuweza kuelewa. Melani alijipenyeza na kumpiga Basho pia kabla ya kujaribu tena na Boy. Boy alikimbia jukwaani na kutumia kivako cha nanasi kama ngao akibingilisha chini kumwangusha Melani na kumteka. Boy alifunga Melani kwenye kiti na kumsukumia kamera akimuua papo kisha. Alimwangalia Basho ambaye alikuwa hai lakini dhaifu sana, bado alitaka kupigana. Hata hivyo, wawili hao walielekea barakalani na kukutana na walinzi, huku Basho akianza kupata shida kutembea. Boy aliendelea kumuua kila mwanamume ambaye alikuwa kwenye njia yake, huku makumbusho yake yakimkumbusha kuhusu kifo cha familia yake, yakichochea hamu yake ya kulipiza kisasi. Baada ya dakika chache za ukatili, walinzi wote walikufa na Boy alistuka kugundua kwamba Basho alikuwa amekufa kutokana na jeraha lake. Karibu Boy alimkuta Gideon ambaye pia alipigwa na Melanie kwa nguvu zake za mwisho. Gideon alimpa Boy kadi ya ufunguo keycard ya kufikia banka ya Hilda. Boy alipojiandaa kumuua kwa huruma, mina alitokea kumfanya ache. Boy mwishoye alimwambia Mina kwamba amekufa na kwamba hahitaji tena maono yake, na maono yale yalipotea, na Boy akamuua Gideon. Kisha Boy aliingia kwenye lifti, na Hilda alionekana kwenye skrini akisema atakufa bure. Boy alionyesha mchoro wa Mina kusema anafanya hivyo kwa ajili yake, jambo lililomfanya Hilda akate simu. Lifti ilimpeleka kwenye banka, na milango ilipofunguka walinzi hawakufyatua risasi Juni 27 alimpeleka Boy kwenye chumba kikuu ambapo aliona picha za familia zilizomjumuisha yeye na Mina kama mtoto. Hilda alikimbilia kumkumbatia na kuomba msamaha kwa kutomtambua, akimpa habari kubwa: Boy na Mina kwa kweli ni wadoto wake. Alipoeleza kile kilichotokea, Boy alianza kukumbuka ukweli. Alikuwa kwenye mauaji ya kiibada, lakini si kama mwathirika, bali alikuwa mshiriki. Waathirika halisi walikuwa Shaman mwanawe, mwanamke ambaye alidhani alikuwa mama yake na binti yake. Hilda alimlazimisha boy kufyatua bunduki kuwaua, lakini boy alifanikiwa tu kuua watoto na mwanamke huyo kabla ya kupata mshtuko wa kiakili breakdown. Upigaji wake wa risasi ulikuwa wa hovyo, na kila mtu aliingiwa na hofu na kumruhusu shaman kutoroka. Akizidiwa na hatia, boy alikimbilia msituni kulia peke wake. Shaman alimkuta na kuanza kumkaba, lakini aliacha alipopata wazo na akamteka nyara mtoto huyo, kisha akaanza kumnawa ubongo brainwash, kubadili kumbukumbu kumbu zake. Hata alimuumiza Boy akimshawishi kwamba alikuwa majeraha kutoka kwa serikali. Shaman alikata ulimi wa Boy na kuchuma masikio yake ili kumfanya aweze kudhibitiwa zaidi. Tukirudi kwenye wakati wa sasa, Hilda alimaliza hadithi kwa kusema Boy alikuwa akiwa washangazi na wajomba zake pia alifichua kwamba Juni 27 kwa kweli ni Mina tu, na boy akaanguka magotini kwa mshtuko. Hilda aliuliza ushahidi kwamba mwanaye bado yuko hai na akampiga boy kofi. Asipoitikia, alihitimisha huyu si mwanaye tena, hivyo alimwamuru Mina kumuua akiamini pia huyu si kaka yake tena. Mina alianza kumpiga Boy na akatoa shoka lake la kuua, lakini aliganda. Boy alipoinua mkono wake akimkumbusha siku na sanamu. Mina aligeuka na kumuua mama yake badala yake. Mwanafamilia mwingine aliwasha kengele na ndugu hao walikimbilia kujificha, huku askari wakifyatua risasi. Waliiba silaha zilizofichwa na kukimbia kwenye barabara ya ukumbi ambapo walianza kuwapiga vita askari wote waliokuja. Pamoja waliunda timu ya ajabu na kumuua kwa urahisi kila mwanamume aliyethubutu kuwapiga vita. Ghafla walinzi thelathini walifika na silaha nzito na Mina akajeruhiwa, lakini alikuwa sawa. Aliungana na Boy tena kumshambulia askari mwingine, wakimtumia kama ngao kukimbia kwenye barabara ya ukumbi. Walimfikia jamaa mwenye bunduki kubwa ya Gatling gun ambaye Mina alimvuta chini, huku Boy akitumia silaha zake kumuua askari wengi. Walipofika ndugu hao walikimbilia kwenye lifti ili kutoroka. Hilda alieleza kwamba alikuwa akimtafuka Boy miaka yote hii na aliwaumiza watu kwa sababu walidhani walikuwa naye. Ghafla lifti iliitwa kwenye gorofa tofauti, na milango ilipofunguka, walimwona Shaman akitumia lugha ya ishara. Shaman alimwambia Boy amuue Mina kwa sababu yeye pia ni sehemu ya familia mbaya, lakini Boy akakataa. Mina alimshambulia Shaman haraka na kumpiga ngumi chache, lakini Shaman alimzidi nguvu kwa urahisi. Alipokuwa karibu kumuua, Boy alimpiga Shaman ili kumfanya mwachie Mina, kisha ndugu hawa alimshambulia Shaman pamoja. Hata hivyo Shaman alikuwa mwepesi sana na alishambulia kwa njia za chafu za kila aina, akiwapa ndugu hao majeraha mabaya. Pia alimpiga Mina kichwa, kuharibu kofia yake na kumuumiza kwa vipande vipande, akimfanya avuje damu nyingi. Sasa Boy ilibidi apigane na Shaman peke yake, na baada ya hatua chache aliiba mkufu wa mwanamume huyo kukata mara nyingi, alipokuwa akimtupa Shaman kila mahali. Kwa bahati mbaya, alidondosha mkufu na Shaman akauchukua tena kukata mguu na mkono wa Boy. Boy alishika mikono ya Shaman na kwa msaada wa maono ya utu wake wa zamani aliusukuma mkufu chini na hatimaye kumuua mwalimu wake. Baada ya kupiga kelele kwa maumivu ya mwili na kihisia, Boy alimwangalia Mina na kuthibitisha yuko hai. Alitaka Boy atoroke lakini Boy alimbeba na wakaondoka pamoja akikumbuka siku zao za kumbi za michezo, akisema ni bora kuwa na mchezaji nambari mbili. Muda mfupi baadaye, ndugu hao wanakuwa kwenye jengo lililoachwa wa kila nafaka kama zamani. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kutazama video kali kama hii. Asante kwa kutazama.